No, hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Uchaguzi wa mwaka wa 2025 kule nchini Tanzania umekuwa wa fujo, ghasia, maandamano na mauaji. Tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, kuna hali ya wasiwasi wasi na huzuni ambao unaendelea kutanda kule nchini Tanzania kutokana na video na picha ambazo zimeanza kuenea kwenye mitandao ya kijamii zikioneshana vitendo vya kikatili, vitendo vya unyama ambavyo vilifanyiwa waandamanaji wa amani, vijana wa jenzi kutoka kule nchini Tanzania ambao walijitokeza tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka huu ili kupinga uchaguzi wa mwaka huu na pia kupinga uchaguzi wa Mama Samia Suluhu. Kuna mambo mengi ambayo yaliwashinikiza Watanzania waamue kujitosa kwenye maandamano. Nchi ya Tanzania, utazamaji wangu, ni nchi ambayo tumeizoea kuwa ya amani isiyo na fujo, nchi tulivu na nchi ya upendo. Lakini watazamaji wangu, huu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano katika historia ya nchi ya Tanzania, matukio ya mwaka huu yameingia kwenye vitabu vya kumbukumbu na sio kumbukumbu ambayo ni nzuri. Watazamaji wangu, ni kumbukumbu -kumbu ambayo imeacha maafa mengi kule nchini Tanzania. Kuna familia ambazo sasa hivi watazamaji wangu zinaomboleza, zingine hata hazijawapata wapendwa wao ambao waliaga dunia baada ya kukumbana na maofisa wa polisi ambao walitumia nguvu zaidi kwenye maandamano ya tarehe ishirini na tisa na siku mbili baada ya hayo uh, maandamano pia, kuna watu wengi ambao waliweza kuiaga dunia. Kuna ghasia na fujo mingi za baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 ambazo zilishuhudiwa kule nchini Tanzania. Uh, licha na hizo changamoto zote ambazo wananchi wamekuwa wakizipitia baada ya kutopata fursa ama kutofaulu katika hiyo vuguvugu ama hiyo revolution ambayo walikuwa wameanzisha ili kukataa uongozi wa mama Samia Suluhu, serikali ya nchi ya Tanzania hatimaye ilimwapisha mama Suluhu. Lakini sasa uh, baada ya mama Suluhu kuapishwa ni nini ambalo tunalitarajia? Kwa sababu mpaka sasa hivi, licha na kuwa kuna ushahidi ambao unaendelea kuenea kwenye mitandao ya kijamii ukionyeshana mauaji ya kikatili, mauaji ya kinyama ambayo yalifanywa vijana wadogo kule nchini Tanzania, Serikali ya Tanzania bado haijaweza kuzungumzia jambo lolote kuhusiana na hayo mambo yote, na ripoti ama tetezi ambazo, ambazo tunaendelea kuzipata ni kwamba ushahidi uh, unazidi kufichwa na serikali haya mambo yalifanyika kwa giza, yalifanyika wakati hakukuwa na internet connection, hakukuwa na mawasiliano kule nchini Tanzania. Yaani watazamaji wangu, hiki ni kitendo ambacho kimekuja kulaaniwa mpaka na muungano wa mataifa ya kule Afrika Mashariki, pile European Union imeweza kuzungumzia kuhusiana na hizi ghasia na fujo ambazo zinaendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania na kuhusiana na, na uongozi wa mama Samia Suluhu ambao unaonekana aliupata kwa njia ambayo siyo ya kidemokrasia. Wananchi hawakuwa na budi ila kumchagua mama Suluhu peke yake, yeye ndio alikuwa amependekezwa peke yake kung'ang'ania kiti cha urais kule nchini Tanzania. Utake usitake, mgombea kiti cha urais alikuwa ni yeye peke yake. Wenzake walifungiwa, wakanyimwa vyeti vya kugombania kiti cha urais. Na hata sasa hivi, watazamaji wangu, bado Tundu Lissu akiongozi cha chama cha upinzani cha Chadema cha, cha bado yupo kizuizini, hajaweza kuachiliwa Tanzania, bado haijaweza kukombolewa. Wengi walikufa, lakini juhudi zao zimegonga mwamba. Wamekufa kwa mambo ambayo bado yanazidi kuwakumba Watanzania, manyanyaso, dhuluma na mauaji ya kikatili ambayo yanazidi kufanyiwa kwa wale ambao wanajaribu kuikosoa serikali ama kuingia kwenye maandamano ili kupinga uongozi wa Mama Samia Suluhu. Watazamaji wangu, kuna habari ambazo ningependa kukufahamisha baada ya Mama Samia Suluhu kuapishwa hapo jana kwenye sherehe ambayo ilikuwa ni ya kijeshi, sherehe ambayo wananchi hawakuruhusiwa kwenda pale. Unajua watazamaji wangu, Mama Samia Suluhu alishinda na kura thelathini na moja, milioni thelathini na moja kati ya zile kura milioni 32 mili ambazo ziliweza kupigwa kule nchini Tanzania. Na mahali ambapo alienda kuapishwa, watazamaji wangu, ni mahali ambapo palikuwa ni very private. Hakuna mtoto ambaye aliruhusiwa kuingia pale. Kando na kuwa ni sehemu ambayo ilikuwa ni private, ni sehemu ambayo ilikuwa imejawa na wanajeshi, yani ulinzi ulikuwa wa hali ya yani juu. Kwa hiyo watazamaji wangu, kama mamia suluhu alikuwa anapendwa na, na wananchi zaidi ya asilimia tisini na saba ya wananchi walimkubali kumchagua, mbona hakuamua kuelekea kwenye uwanja wote mkubwa ili akawaonyesha wananchi kweli amefurahia uongozi wake na wananchi wanafurahishwa na uongozi wake. So, unaona watazamaji wangu, kuna mambo ambayo Mama Samia Suluhu alihofia huenda yakamkumba endapo angeenda pale ground, mahali ambapo kuna wananchi wananchi ambao walimchagua kwa asilimia tisini na na nane. Sasa haliwakwepa hakuenda pale ground, uh, kuapishwa mbele yao. Yeye alienda kuapishwa mahali ambapo ni mbali sana na wananchi, mahali ambapo hakuna mwananchi yoyote wa kawaida ambaye aliruhusiwa kufika. Sasa watazamaji wangu, baada ya Samia Suluhu kuapishwa hapo jana uh, mtandao uliweza kurejeshwa, na baada ya mtandao kurejeshwa uh, ama internet connectivity, sasa ndio mambo yameanza kuwa exposed. Kuna mambo ambayo watu ulimwengu mzima wameanza kuyajua yalikuwa yanatendeka kwa giza, kwa sababu inaonekana wakati uh, internet connection iliweza kuzimwa ama mitandao iliweza kuwekewa vikwazo isiweze kutuma picha ama video yoyote kulikuwa na maana fiche, na maana fiche sasa imekuja kubainika ya kwamba uh, kuna watu wengi ambao wameiaga dunia, waliuawa na miili yao iko kule mochari, wengine wanaendelea kutolewa mochari, wanapelekwa sehemu ambazo zisizojulikana. Inasemekana ya kwamba ama, tetezi bali zinasema ya kwamba huenda wanaenda uh, kufukiwa sehemu zingine ili kuficha ushahidi ya kwamba kuna watu ambao waliweza kuiaga dunia. Vilevile serikali ya Tanzania, utazamaji wangu, inazidi uh, kutoa onyo ama kuwatishia wananchi ya kwamba wasidhubutu uh, kutuma um, video ama picha yoyote kuhusiana na matukio ya tarehe ishirini na tisa hasa matukio ya mauaji ya kikatili ya kinyama ambayo yalifanywa waandamanaji wa vijana wa Gen Z vijana wadogo ambao lijitokeza kwa wingi kutaka haki, kutaka demokrasia na kutaka katiba mpya ambayo itawaruhusu wao kuchagua viongozi ambao wanawataka bali sio viongozi wa kulazimishwa, viongozi ambao wanatumiwa udikteta ili kuendelea kusalia mamlakani. The Southern African Development Community, the SADC, e, kuna ujumbe fulani ambao iliweza kutuma ikisema ya kwamba watanzania hawakufanya uchaguzi wa demokrasia hawakupata nafasi ya kuhusishwa kufanya uchaguzi wa mwaka 2025 ambao wangechagua wange viongozi ambao wanawataka wao, bali sio kiongozi tu mmoja pale kwenye ile ballot box ama kwenye uchaguzi wa urais wa huu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. SADC elections observers says Tanzanians were unable to express their democratic will in the elections. The vote did not meet the bloc's principle for democratic election. So unaona, ndo watazamaji wangu, uh, mwaka huu wa uh, 2025 inchi ya Tanzania imeshuhudia uchaguzi ambao ni tofauti sana, kando na chaguzi zingine ambazo zimekuwa zikifanyika hapo awali. Uh, Mama Samia Suluhu yeye alikuwa amesimama na Pombe Magufuli hayati uh, pale mwaka 2020 ambapo aliweza kuibuka washindi na baada ya hapo uh, uh, kwa bahati mbaya ama kwa mapenzi ya Mungu huyu uh, Rais marehemu ambaye ni Magufuli akaweza kuiaga dunia na mama akachukua usukani. Na kipindi kile, wakati walikuwa wanajitosa kwenye uongozi, kulikuwa na wapinzani, kulikuwa na viongozi wengine kama Tundu Lisu. Kwa hivyo nchi ya Tanzania, uh, kipindi kile, kama uchaguzi ambao ulifanyika kwenye enzi za Pombe Magufuli ulikuwa ni, ni wa demokrasia na uhaki na usawa, lakini huu wa mwaka 2025 watazamaji wangu umeingia dosari hujafanyika kwa njia ambayo ni ya haki na kwa njia ambayo ni ya kidemokrasia na wananchi wachague viongozi ambao wanawapenda. Uh, European Union pia vile vile imeweza kuzungumzia kuhusiana na uchaguzi wa nchi ya Tanzania na hasa kuhusiana na hizi ghasia na fujo ambazo zinazidi kushuhudiwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. The European Union is concerned about the events that occurred throughout election day and are still ongoing including violence and the internet shutdown as well as irregularities in the elections process in some places. So unaona, watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali inaendelea kuwa sasa hivi, na habari ambazo tunazipata ni kwamba huenda kuna maandamano mapya ambayo huenda yakapangwa kule nchini Tanzania ili kuendelea kupigania haki zao, na pia vile vile, mahakama ya uhalifu wa kimataifa ya ICC inaendelea kuombwa ili iweze kuingilia kati kule nchini Tanzania, aifanye upelelezi, kwa sababu ushahidi upo ya kwamba serikali ya nchi ya Tanzania ilihusika kufanya mauaji ya mamia ya Watanzania ili kuendelea kulinda utawala wa Mama Samia Suluhu. Takomea hapo watazamaji wangu, lakini wewe sijui maoni yako ni gani, huku tukiendelea kuiombea nchi ya Tanzania ikuwe na amani isiingie, uh, kwenye haya mauaji ambayo serikali inatumia nguvu zaidi. Uh, sijui uko na lipi la kusema. Uh, ana hatua gani ambayo inastahili kuchukuliwa kwa wale ambao wamehusika kuwaua hawa uh, wananchi kutoka kule nchi jirani ya Tanzania, tanzaniachemoniapo kwa kwa hapo kwenye eneo lako, kwa mtazamaji wangu, na kabla na kukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze ku like na comment, ndiposo ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Mseni ambali a watazamaji, nitakuwa narijia vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha